Thamaniya ashghar tamurru ala nasi kullihim la budda lil insan yalqa thamaniya, kwamba mambo manane kwa mwanadamu ni lazima yake atafikwa na mambo haya manane, wala hakuna budi juu ya kiumbe kichochote kinachoitwa mwanadamu kufikwa na hayo mambo manane. Ukiwa mwanadamu tu, lazima utafikwa na mambo hayo manane. Hayo mambo manane imegawika katika makundi manne. Tuangalia leo kundi la kwanza. Kundi la kwanza anasema msheri huyu kwamba sururun furaha mwanadamu, katika maisha yako tambua, ukipata furaha ya aina yoyote ile, furaha chimsingi, furaha tu ya aina yoyote ile, furaha utakayoipata ni miongoni mwa mambo haya manane. Mshairi huyu ambaye ameyasema, hakuna mwanadamu ambaye anaweza akaishi toka kuzaliwa kwake mpaka kufa bila kupata furaha. Hakuna katu abadan, lazima mwanadamu utapata furaha. Lakini mshairi huyu akasema, wa huzunun, na huzuni lazima yake mwanadamu utafikwa na huzuni. Hata uwe bilionea trilionea tajiri kiasi gani, lazima yake utafikwa na huzuni ya aina yoyote ile. Kwa hiyo, tambua ukipatwa furaha ama huzuni, ni miongoni mwa mambo manane mwanadamu lazima yake uweze kuyapitia. Sasa usije ukapatwa huzuni ukasikitika sana a, a, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hizo ni kadari zake Allah Subhanahu, subhanah wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndio alladhi qaddara fahada, yeye ndio anayekadiria kila kitu juu letu na kuweza katika mambo manane